Kono. Na mtazamaji, kwa miaka mingi dawa za kiasili zimekuwa zikipuuzwa sana na wanasayansi, lakini sasa mambo yamebadilika kwani chuo cha Moi kwa ushirikiano na washikadau katika sekta ya afya, sasa wataanza kufanya utafiti wa dawa hizo ili zitumike hospitalini. John Wanyama na taarifa hiyo. Chuo kikuu cha Moi sasa kimeanza kupanda na kuhifadhi miti ya kiasili yenye manufaa makubwa ya dawa za kiasili. Hii ni baada ya chuo hicho kubaini kuwa kuna hatari kubwa ya miti hiyo kuisha. because of the activities around uh, you know farming activities and things of that kind we are we are losing

Akiongea wakati wa upanzi wa miti ya takribani elfu tano katika chuo kikuu cha Moi jijini Eldoret kaunti wa Wasiningishu, makamu chanzela Profesa Kiplagat Kotut amesema taifa linapoteza miti yenye manufaa makubwa yenye uwezo wa kutoa dawa za kiasili zinazoweza kutumiwa kuwatibu wa Kenya kwa gharama ya chini. So the output of this...

Uh, also are huge. So medicines become very expensive. Tutu ameongeza kuwa Kenya inapoteza pesa nyingi kwani wataalamu na wanasayansi kutoka nje huja humu nchini na kuvuna miti hiyo na kisha kufanya utafiti na kutengeneza dawa zinazorudishwa humu nchini kwa gharama ya juu.

Washikadau mbalimbali sasa wanasema wakati umefika Afrika kujitegemea kwa kujitengenezea dawa badala ya kuagiza kutoka mataifa nje. John Wanyama, runinga ya Citizen, kaunti ya Uasin Gishu.